Hi guys. Welcome to Mama Jimmy YouTube channel. Leo tuna make waffle ya watoto kwa breakfast na naenda kutengeneza juice yangu pia. Yeah. So hii ni waffle. Hii ndio tunatununua, unanua imesha mix kila kitu. So, hii saa zingine ni simbo, ukitaka unaweza tengeneza yako nyumbani. Nyingine umeshaona content nikitoa tukinini wenyewe tukitengeneza wenyewe, lakini leo kumbuka. So kwa sababu saa hii ni breakfast time, saa hii saa moja, sasa naona time tutachelewa. Huwa natumia hii, ukitumia hii inapika haraka haraka, juu unaweza weka hata kama pankeki, hata ndogo ndogo hivyo, kama 1, 2, 3, 4, 5, 6 unaweza weka hata sita lakini kwa sahii sasa, ju time imeenda, nitapikia hapa, sitatumia wama tuko naye. Nafikiri mwenye naochi video anajua, huwa naika mara mingi. Kwa sahii connect, nitaikwe moto ju ready. Kitu ya kwanza tunajua, ndio hiyo, tunaweka hapo, alafu tuko na Jimmy. Wacha no, usifanye hivyo We ni mbaya. Kwa nini ndio kufanya hivi? Sasa unaona, kama hii utachukua plate ndio hii sahani, tutamwaga hii tu mix. Watu wa US mnaweza nua hizi, mnajua, hata najua najua Takata kidogo kidogo tu. Sasa ni kidogo, alafu ndio. Sasa hii tutamwaga, tutamwaga hapa. Jimu, usicheze na siza, unini? Watu ende weka huko hiyo, inakuwa tu time ya kukata vitu peke yake. Mm -hmm. Jimu, weka pale hiyo hiyo nini. Hiyo siza. Unasikia,

Guys, sijui nini iko wapi? Whisky. Whisky iko wapi? So guys, tulikuwa tumesahau kuturn on. Kuna kitu hapa una turn on. Cha tuweke 300 ama 350. Ndo pani sichomeka. Sasa ndio hii. Hii tunatumia maji. Chochote maji kule breakfast. Sasa tuta mix maji juu ni watoto peke yake. najua ni nyingi, lakini Baba Jimmy atakuja akule yeye, pia anapenda waffles. Na watoto anapenda waffles. Sasa unajua juu tunakuanga na kazi mingi. Kwanza mimi nikiamka asubuhi e, e, e, e, kazi naenda kwanza media kushughulika vitu kidogo, kuangalia message watu, kujibu watu, vitu hivo hivo tu Jimi niko na kazi vitu yangu mingi, nafanyia online kuuza vitu nini. Sasa inabidi ni nini hmm? Wacha weka hapo, baba atakusaidia. Sijui ilifanya aje, watakusaidia sasa. Naamuka hivyo, maliza breakfast, nafuata nakuwa toto breakfast, breakfast wafanye shule Sai wacha tu mix. Watoto wa kule ni mzuri, mtu akitaka, sijui kama mwingine, mnajua mtu akitaka usiguze, simama kando, iyo itakuwa moto. Mix hapa ndio, uh, nani aenda alete mama pepa tawel shida iko juu jimu naweza leta naweza jaribu sawa so, asante najua hiyo pepa taweli ikiwa hapa. Inakuwa rahisi kutumia so guys, ndio inafai tu nini kabisa hmm? <laughs> au oh, amekuwa anapitana sana kwa kiti. Sasa nawaambia kuna kiti moja baba Jimmy alinua jana, special yake ya kutumia akifanya kazi, kaambia kama mna fight, mtu asiwahi tumie kiti mpaka mama aseme. Leo naweza tumia cha tu, mix vizuri kabisa Ndio hii nakuwa moto kutosha, so tutafanya hivi. Ndio tunamwaga kiasi kiasi ana hivyo, mwaga kidogo tena hivyo. Sasa pika hata hii depend Ona hizo unazipanga tu vizuri, breakfast imeisha. Afu natafuta spatula, sijui kama mnaniona vizuri, tafuta spatula. Hapo unaenda wapi? Sindia mimi ah-ah, sitaki ukua hapo, enda simama huko nasikia utachomeka hii pani hiyo pani itakuchoma hiyo pani hasa sidi amendetea pepa tawe inasaidia ukijipaka paka vitu inasaidia unaweza kuanguza saachaziiveive so, zinaiva achaziive tusosi kusosi mimi sikuli ni watoto huwa wanakula Unaweza simama hapo uoche hapo Lakini unajua hapa unaweza no. simama hapa, unaweza songesha hapa kidogo, lakini penye ulitaka kusimama hapa, ifaa hapa, ni moto. Unaona hii ni mrefu, hii siyo ile. Waf asa mama hawezi taka mtoto yake. <coughs> <coughs> <coughs> Guys, ah nilisahau kuweka mafuta Sau, cooking oil si imestika. Mungu ni mwema, just stick nafaa. Next ni weka cooking oil, lakini maajabu ni just stick zinatoka mm, mzuri sko, zinatoka tu vizuri sasa so guys bado moja kupendusha hii peke yake na sijaweka mafuta nilisahau mm. Nakuambia, content ukifanya unaweza miss kila kitu, ndio ukosole, ukosolewa ama ufanyiwe. Unaona, so hizi zinaiva chazive watoto wangu wa kuleknda We nyamaza tu, ngoja hive, unasikia utawati. Mama ndiye anapeana, si mtu anapika, unasikia? Nasikia sindia No, what? Hakuna ya mutaini hapa jini, mimi ndio nitasavu. Ntaona mtu atapata gani mkianza kumfaiti na hiyo taini mama. Mama anaweza acha hiyo taini asipeane, nasikia fai <laughs> <laughs> <laughs> watoto wa picture mama ndio anapeana. Jimmy, usiniambia kupeana, unasikia? Usiniambie mama ndiye atapeana chakula chakula, wacha tuone, wacha mama atasabu, tuone kama nitakupea kama itafaa mpate ama hapana. Ndio watoto kuzoea, kuuliza vitu sio vizuri. Guys, sasa ndio hii pancakes zimeiva. Je, musiende close. Guys, leo niko ni naanza kuleta mavidio mzuri mzuri ya upishi content, mambo na content creator. Inajua watasema i japani tafuta sirap. Sasa fati hivo, inaiva juu imefura ndani, inaiva vizuri sana. Let's unaona hii ni haraka. Hivyo tu pancake imeiva. Unajua hiyo ingine waffle maker ingekuwa sai labda ndio nimeweka ya pili. Juu unafunika lazima itan green nini lakini hizi unawekaweka tu haraka haraka. Kama unataka breakfast ya haraka inaiva haraka. It's, <laughs> hey, inakuwa fat kama. Unaona hii sijaweka mafuta, kipande mzuri, sijaweka mafuta na you just stick unaona inatoka tu vizuri, hmm. Tena iwezi choma pancake sasa. It's, Jimmy alisema kuna tiny one ilikuwa hapo. Mama alitaka angoja apika amalize, ndia peane enda mm -hmm. Muweke siri hapo mkule sasa. Ukimaliza unangoa tu, unangoa tu sasa watakunywa na hii stroberi milki. Kombe ya Jimmy nilitumia maji ya ya Jimmy. So, na sasa tunawapea wakule. So, guys, nafikiri hivyo ndio video itaisha. Nyinyi muendelea kusubscribe, kushare, kucomment. Nawapenda sana. Bye. Mami.